Ni saa 12 Afrika Mashariki, sawa na saa 11 Afrika ya Kati. Hujambo, leo ni Jumanne, Desemba 9, 2025. Karibu katika mkanda BBC. Mimi ni David Nkia katika mkanda BBC asubuhi hii. Tume ya Ulaya sisitiza kwamba usalama wa muda mrefu wa Ukraine lazima uhakikishwe katika mazungumzo yote yanayofanyika na Urusi. Leo Tanzania inaadhimisha miaka 64 tokea nchi hiyo ilipopata uhuru wake kutoka kwa mkoloni, huku serikali ikiwataka wananchi kusalia majumbani mwao isipokuwa tu wenye majukumu maalum. Serikali inawashauri wananchi wote ambao tarehe 9 Disemba 2025 hawatakuwa na dharura kuitumia siku hiyo kwa mapumziko, hivyo kusherehekea siku hiyo wakiwa nyumbani. Na katika gumzo, wakati dunia ikiadhimisha siku ya kupambana na rushwa leo hii, tunaangazia ni kwa namna gani rushwa imesababisha kutoweka kwa uaminifu baina ya tabaka tawala na lile linalotaliwa. Dunia nzima ufisadi unazungumziwa, wamefanya utafiti ambazo zinaonyesha vile ambavyo nchi zote zina perform katika mambo ya ufisadi, lakini tunaona tu ikizidi kufanyika na inazidi kuleta umaskini, na kando na hayo, pia inaleta vurugu sana, hasa katika bara la Afrika. hayo ni machache kati ya mengi tuliokuandalia, msikilizaji kin kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu, na msomaji ni Halima Nyanza. Karibu Halima. Asante David, na hujambo msikilizaji. Burundi imeishutumu Rwanda kwa kurusha mabomu kwenye ardhi yake. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Burundi amesema nchi yake ina hofu kubwa na kile ilichokita msimamo wa kichokozi wa Rwanda zaidi na sambatenzi Taarifa iliyotolewa kufuatia ripoti kwamba waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda wamekuwa wakisonga mbele kupitia maeneo ya mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuelekea eneo ambalo nchi hizo tatu hukutana. Hatua hiyo imeripotiwa kuwa inasababisha mamia ya wanajeshi wa Kongo na washirika wao wa wanajeshi wa Burundi kusukumwa na kukimbilia nchini Burundi. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaituhumu Rwanda kukiuka makubaliano ya amani yaliyofikiwa baada ya utiaji saini uliofanyika wiki iliyopita. Maafisa wengine wa polisi wa Kenya wapatao 230 wamewasili nchini Haiti ikiwa ni sehemu ya kikosi cha jeshi cha Umoja wa Mataifa cha kupambana na magenge ya uhalifu nchini humo. Maelekezo waliopewa wakiwa huko ni kupambana na magenge yenye silaha ambayo kwa sasa yanadhibiti sehemu kubwa ya mji mkuu wa nchi hiyo Port-au-Prince na pia katikati mwa nchi hiyo. Takriban wanajeshi elfu moja wa Kenya kwa sasa wako nchini Haiti, kutumikia kikosi hicho kinachoungwa mkono na Umoja wa Mataifa. Magenge ya uhalifu nchini humo yanatuhumiwa pia kuua watu na vitendo vya unyang'anyi. e, rais wa tume ya Ulaya Ursula von der Leyen amesisitiza kwamba usalama wa muda mrefu wa Ukraine lazima uhakikishwe katika mazungumzo yoyote yale yanayofanyika na Urusi. Ameyasema hayo baada ya mkutano wake na rais Zelenski mjini Brussels, Ubelgiji, ambapo kiongozi huyo wa Ukraine anafanya ziara barani Ulaya kutaka kuungwa mkono kwenye vita vya Ukraine. Mapema akiwa nchini Uingereza, rais uh, Zelenski alitoa wito juu ya msimamo unaounganisha kati ya nchi za Ulaya, Ukraine na Marekani, baada ya kukutana pia na viongozi wa Uingereza, Ujerumani na Ufaransa. Na watoto kadhaa waliokolewa na vikosi vya ulinzi vya Nigeria baada ya kutekwa kwa wiki mbili sasa wamekabidhiwa na mamlaka katika jimbo la Niger, Niger. Wakisinikizwa kwa ulinzi mkali wa jeshi watoto hao waliwasili katika mji mkuu wa jimbo hilo la Mina na kupokewa na gavana wa eneo hilo. Hii ni BBC muktasari wa habari za dunia, umesoma kwako na Halima Nyanza. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikiutangazia kwenye FM redio wa shirika na internet katika BBC swahilicom, ukiwa Tanzania yategesikio kupitia radio Kwizera, Kenya ni county FM, Uganda unatupata kupitia radio Lira, na iwapo upo DRC tusikilize kupitia radio muungano Beni. Aidha, unaweza kutufuatilia moja kwa moja katika ukurasa wa Facebook, andika BBC Swahili. Asubuhi ya leo upo nami David Nkia, karibu. Rais wa tume ya Ulaya Ursula von der Leyen amesisitiza kwamba usalama wa muda mrefu wa Ukraine lazima uhakikishwe katika mazungumzo yote yanayofanyika na Urusi. Amesema haya baada ya kukutana na rais Zelenski huko Brussels. Zaidi na filis Mote. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelenski alikutana na waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron na kanselo wa Ujerumani Friedrich Merz mjini London siku ya Jumatatu ili kujadili toleo jipya la mpango wa amani uliotayarishwa kati ya maafisa wa Ukraine na Marekani wiki iliyopita Urusi ndio mshambuliaji na kwa hivyo mpango wowote wa kusitishwa kwa mapigano lazima uwe wa haki na kudumu. Mambo kama haya yanahitaji kazi kubwa, lakini tunapiga hatua na kusonga mbele taratibu. Viongozi wa Ulaya wamesema kuwa kazi zaidi inahitajika ili kupata dhamana za kiusalama kwa ajili ya Ukraine, huko Marekani ikishinikiza Ukraine kukubali makubaliano ya haraka na Urusi. Maafisa wa Ukraine walikaa siku tatu na timu ya majadiliano ya Marekani huko Florida, wakisisitiza mabadiliko katika pendekezo la amani linaloungwa mkono na Marekani ambalo kwa kiasi kikubwa limeonekana kuipendelea Urusi. Akijibu maswali ya waandishi wa habari baada ya mkutano huo wa Jumatatu, Rais Zelenski alisema kuwa ni dhahiri kabisa kuwa vipengele vilivyo dhidi ya Ukraine vimeondolewa kutoka kwa mpango wa awali uliopendekezwa mwezi wa Novemba. Marekani imependekeza kwamba Ukraini iondoe kabisa majeshi yake kutoka maeneo ya mashariki ambayo Urusi imejaribu kuyateka kwa nguvu lakini imeshindwa kuyadhibiti kikamilifu. Hata hivyo, Rais Zelenski ambaye anakataa mpango huo anaoutaja kama kuizawadia Urusi kwa uchokozi wake ameonya mara kwa mara kwamba Urusi itatumia nafasi yoyote katika maeneo ya mashariki kuzindua mashambulizi ya baadaye dhidi ya Ukraine. Huku mazungumzo nchini Marekani na Ulaya yakiendelea, vita pia vinaendelea kati ya siku ya siku Jumapili na Jumatatu, jumla ya watu kumi waliuawa na wengine 47 kujeruhiwa wakati wanajeshi wa Urusi waliposhambulia maeneo tisa kwa kutumia ndege zisizo na rubani, mabomu na makombora. Ni Phyllis Mote. Rais Felix Chisekedi Kongo, Miki, ukwaji, wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amelalamikia ukiukwaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano mashariki mwa nchi hiyo ambayo alisainiwa mjini Washington, Marekani wiki iliyopita. Akizungumza hadharani kwa mara ya kwanza tokea kusainiwa kwa makubaliano hayo katika nchi yake na Rwanda, Rais Chisekedi ameshutumu Rwanda kuunga mkono makundi ya piganaji yanayofanya operesheni zake mashariki mwa nchi hiyo. Zaidi na Halima Nyanza.

Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi amesema licha ya kufikia makubaliano hayo, bado mashambulizi yanafanywa na kuleta madhara makubwa kwa raia na mali. Licha ya nia njema tuliyokuwa nayo na makubaliano tuliyoidhinishiwa hivi karibuni, ni wazi kwamba Rwanda tayari inakiuka wajibu wake. Siku moja tu baada ya kusainiwa kwa makubaliano, vikosi vya jeshi la Rwanda, RDF, viliunga mkono na kufanya mashambulizi kwa silaha nzito kutokea katika mji wa nchi hiyo wa Bugarama na kusababisha uharibifu mkubwa wa watu na mali, hususan katika maeneo ya Kaziba, Katogota, na Lubarika huko Kivu ya Kusini. Hali hii ni kuvunja makubaliano ya kusitisha mapigano. Rais Tshisekedi ameapa pia kulinda raia na ardhi. Nchi hii Jamhuri ya ya Kidemokrasia ya Kongo kamwe haitaona aibu kutekeleza majukumu yake ya kulinda watu wake popote pale watakapopata vitisho. DRC itapendelea njia ya kidiplomasia, lakini haitatoa mamlaka yake ya utaifa wala usalama wa raia.

taarifa yoyote bado kutoka katika mamlaka za Rwanda juu ya madai hayo ya rais wa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo, Felix Tshisekedi, kuhusiana na ukiukwaji wa makubaliano hayo ya Washington. Lakini hata hivyo waasi wa DRC wanaopambana na serikali ya nchi hiyo wakiwemo M23 wamelishitumu jeshi la DRC na washirika wake kwa mashambulizi walioyafanya wiki iliyopita kutokea Burundi, ambayo yaliua watu 53 na na wengine kadhaa kujeruhiwa. BBC haijaweza kupata uthibitisho unaojitegemea kutoka pande zote juu ya madai yaliyotolewa na mamlaka zote za Kongo, ikiwemo pia madai ya waasi wa AFC na M23. Halima Nyanza. Msikilizaji, leo hii Tanzania inaadhimisha miaka 64 tokea nchi hiyo ilipojipatia uhuru wake kutoka kwa mkoloni. Sikukuu hii ya kizalendo inaadhimisha mwaka wa 1961 ambapo Tanganyika ilirejesha mamlaka yake kutoka kwa utawala wa kikoloni na kuweka misingi ya taifa la sasa la Tanzania. Mwaka huu serikali ilifutilia mbali sherehe za uhuru, huku fedha hizo zikitumika katika ujenzi wa miundo mbinu iliyoharibiwa katika machafuko hivi karibuni ya uchaguzi. Sokola Kisanga anaangazia historia ya nchi hiyo kwa ufupi. Ni tarehe 9 Desemba mwaka 1961, Tanganyika inapata uhuru wake kutoka kwa mkoloni Mwingereza na kuwa chini ya kiongozi wake wa kwanza, Waziri Mkuu Julius Kambarage Nyerere. Miaka 64 iliyopita chama cha tano kilichoongozwa na Julius Nyerere kilichukua nafasi muhimu katika harakati za uhuru. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliongoza Tanzania kwa zaidi ya miaka ishirini, ambapo utawala wake ulikuwa kielelezo kwa viongozi wengi barani Afrika. Kwa Tanzania wanataka mabadiliko wasipo yaona wasipoyapata ndani ya ssiemu watayatafuta nje ya tichimu. Baadaye kufuatiwa na rais wa pili wa Tanzania, Ali Hassan Mwinyi, aliyefahamika zaidi kama Mzee Ruksa. Yeye aliongoza Tanzania kwa miaka kumi, yani mihula miwili. Rais wa tatu akawa ni Benjamin William Mkapa. Awamu ya nne ni Jakaya Mrisho Kikwete, akafuatiwa na rais wa awamu ya tano John Joseph Pombe Magufuli. Huyo alikuwa miongoni mwa viongozi wa Tanzania ambao walikumbana na ukosoaji mkubwa wa kimataifa. Hii ni kutokana na misimamo yake katika mambo ikiwemo: uhuru wa habari, masuala ya kuminya asasi za kiraia kubana upinzani na demokrasia. Alifariki akiwa madarakani mwaka elfu mbili ishirini na moja, na nafasi yake ikashukuliwa na aliyekuwa makamu wa rais wakati huo, Samia Suluhu Hassan. Kwa miaka yote hii Tanzania imekuwa ikijulikana kama kisiwa cha amani, lakini hilo limeingia dosari katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka huu ambapo uligubikwa na maandamano na ghasia na maelfu ya watu wameripotiwa kupoteza maisha. Mali za umma na za kibinafsi pia ziliharibiwa. Hata hivyo, namna ambavyo serikali imeshughulikia suala hili ni dhahiri inazorotesha uhusiano wake wa kimataifa. Huko Rais Samia Suluhu Hassan akionya mataifa ya magharibi kuingilia Tanzania, lakini bado kuna vuguvugu jipya vugu la maandamano leo Desemba 9 ambapo vijana maarufu kama Gen Z na wanaharakati wanadai katiba mpya, mabadiliko ya kimfumo wa uchaguzi, haki za kujieleza, lakini pia kutaka kukomeshwa kwa utekaji, matumizi mabaya ya mali za umma pia na baadhi ya viongozi kujilimbikizia mali. Mbali na ilivyozoeleka, kila mwaka kumekuwa kukishuhudiwa shamrashamra shamra za sherehe za uhuru, lakini mwaka huu mambo yako tofauti. Rais wa Tanzania alielekeza fedha zote za sherehe za uhuru kukarabati mali za umma zilizoharibiwa katika vurugu na maandamano wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka huu namtayari. Serikali ya Tanzania imesema ni muhimu kwa raia wake leo hii kusalia majumbani mwao iwapo tu hawana majukumu ya kufanya uh, watoke nje. Huyu hapa ni waziri mkuu wa nchi hiyo Mwigulu Nchemba. Serikali na washauri wananchi wote ambao tarehe tisa Disemba ishirini ishirini na tano hawatakuwa na dharura kuitumia siku hiyo kwa mapumziko, hivyo kusherehekea siku hiyo wakiwa nyumbani, isipokuwa kwa wale ambao majukumu yao ya kazi yanawataka kuwepo katika vituo vyao vya kazi kama ambavyo wataelekezwa na viongozi wao. Namna sasa, basi tunakwenda moja kwa moja viwanjani kwa sports lady Phyllis Motete. Shukran sana kwa utambulisho huo David Nkia. Sasa, katika hali ya hatua moja mbele hatua moja nyuma ambayo Manchester United wanaishi kwa sasa, usiku wa kuamkia leo walichukua hatua sahihi dhidi ya Wolves huko Molino kwa kuibaraza kwa magoli manne kwa moja. Mashabik bado wana atiati, kwani ushindi mkubwa dhidi ya Crystal Palace siku tisa zilizopita ulifuatwa na sare mbaya dhidi ya Westham walioko nafasi ya tatu kutoka mwisho wa jadwali la Premier League. Sasa ushindi wa mabao manne kwa moja usiku wa jana Uh, wanaonekana uh, kwa Wolves ambao wanaonekana kuwa hoi, ndicho kichapo kikubwa zaidi cha United msimu huu kilinganisha na ushindi wa mabao manne ambao timu ya Ruben Amorim haijawahi kuvuka katika Premier League tangu Amorim aanze kufunzi kwenye klabu hiyo miezi 13 iliyopita. Na masaibu ya Liverpool, meneja wa Liverpool sasa Arne Slot anasema yeye si dhaifu na amekataa kuwa hali iliyoibuka na Mohamed Salah imepunguza mamlaka yake. Salah mwenye umri wa miaka 33 ameondolewa kwenye kikosi kitakachokutana na Inter Milan katika ligi ya mabingwa siku ya Jumanne baada ya kutoa mahojiano makali siku mbili zilizopita akidai kuwa kuna mtu asiyemtaka na Liverpool imemsaliti. Na kwenye mashindano ya Kombe la Dunia mwaka ujao 2026 kila mechi katika Kombe la Dunia itakuwa na mapumziko ya dakika tatu ya unywaji maji katika kila kipindi. FIFA imesema hatua hiyo inaletwa ili kutilia mkazo ustawi wa wachezaji na itafanyika katika mechi zote la kujali hali ya hewa ili kuhakikisha usawa kwa timu zote. Katika mechi zote, mwamuzi atasitisha mchezo dakika ya 22 ya kila kipindi ili kuruhusu wachezaji kunywa maji. Tetesi, kionjo tu. Liverpool na Manchester City wanamfuatilia kwa karibu Yandiomande, ambaye ni winga wa RB Leipzig na timu ya taifa ya Ivory Coast, mwenye umri wa miaka 19. Devi bwana, ikizidi sana inakuwa chungu